Kuna mfalme mmoja aliwaita wanahabari, waandishi wa habari wote, akawaalika chakula cha jioni. Akawaambia, karibuni chakula cha jioni, wanahabari wote wa magazeti, kuna habari ambaye ya amesomea, yani fani hii. Wakaenda kwa mfalme, walipokuwa na kula chakula, mfalme akawatangazia, akawaambia Nina kazi kubwa nataka kuitoa kwa mmoja wenu kuwa mzungumzaji wangu. Awe ni spokesman wa serikali. Lakini kuna interview nitawapa majibu, mtaleta kesho. Interview yenyewe nataka kila mmoja akaandike sentensi fupi sana, jumla fupi ambayo nikiisoma jumla hiyo ufupi wake ingie kwenye pete, iweze kunakishiwa ndani ya pete yangu. Jumla hiyo nikisoma kama nina huzuni, huzuni inakatika. Jumla hiyo kwenye pete kama nina furaha, furaha inakatika. Nikibarua sikibarua hiki kikubwa, jumla moja inamkatiza huzuni yake inakatiza furaha yake, na ufupi wake inaingia kwenye nini? Pete. Wanahabari hawakulala, kazi nzuri. Lakini nayo kuna kijana mmoja aishi na wazazi wake wawili, wazee wamezeeka, baba hawezi kuondoka hata kitandani yeri huyo, mama yeye ndiye anawahudumia wazazi wake. Usiku yule kijana anamaliza reference zake zote za mambo ya, ya, ya habari na utangazaji, atafuta, nitaandika jumla gani? Mara baba akamwamsha mama, yuang'orota amelala, akamwambia inuka wewe. Hey, mamadi ni usiku <laughs> amwambia, hakuna cho usiku, mimi sijalala. Kwa nini? Amwambia, nenda kamwite mwanao. Amwambia, mbona atakumsumbua mtoto, mchana mzima huko makazini na saa hii? Amwambia hajalala. Amwambia hajalala vipi na amelala hii, angalia masiku haya male saa nane Amwambia ni mwanangu, nimemzaa nikamlea, namjua kama ninavyojua tumbo langu lina njaa ama lina shida. Hapa nilipo, nimepata hisia huko, huyo hako hakulala, nenda kamwita Na kweli mama akienda, kijana amekaa andika andika tu, kila anavyoandika sio. Akamwambia mzee akuita. Alipokuja, kuna nini baba, nikusaidie na nini, una shida gani? Angalia neema ya kuishi na wazazi wawili pale mzee. Um, Allah aliposema wafi lahuma janaha dhulli min rrahma. Kaa karibu, tusiwe kama hawa washenzi. Mzee akizeeka hujengewa nyumba, mtu ko Toronto ajengewa sijui dongo lekundu, akiwa na mbwa wake eh, kama apenda paka, ikiwa paka na mfanyikazi. Kuna sehemu huwezi kuipata ya rehma ya Allah, ila uwe na unyo kwa unyo na mzazi wako. Mzazi amwambia mwanangu, mimi sina shida, wende mwenye shida nambie, nikusaidie vipi? Baba mimi amwambia, hapana, nakujua nimekuzaa, nikakulea mpaka leo, anilea mimi. Una matatizo gani? Akamweleza, akamwambia, chukua kartasi, kazi rahisi. Akamwambia, andika hili neno, hii sentensi, hadhal waktu sayamli, hii time itapita sasa mfalme akiwa na furaha akiangalia pete hii time ya furaha itafanya nini? Itapita ana shrink, lakini pia akiwa na huzuni akiangalia pete hii time ya huzuni itafanya nini? Itapita. Alipata kazi kijana kwa sababu ya ukaribu wake na nani? Na wazazi. Wacha kusema "I can't fit in this society", mimi nimesoma.